Ni hamasisho la kuwasajili wakazi kutoka eneo hili la Kabuchai katika eneo la Chwele kutokana na huduma ya SHA kwenye hospitali hii, hii ya Nzoia Medical Center, huduma ambayo imeshabikiwa pakubwa na baadhi ya wahuduma afya ikiongozwa na Abraham Masika. Wachia siku ya leo tumeweza kuwa na medical camp hapa Chwele ambapo tumekuwa na huduma mbalimbali mbali. Huduma ya kwanza ilikuwa ku registration for SHA ama shift vyenyewe mnaita. Huduma ya pili ilikuwa Tibu ya magonjwa ya chronic, kama hypertension, diabetes, kuna chronic wounds. Watu wengi huku hawajahamasishwa yaani hawajakuwa sensitized with what uh, shanainter na wengine hawajajua which documents maybe unahitaji iliufanya kwa kurejistri hii SHA na wengine walikuwa hawajui kwamba katika primary health care ambayo inaitwa BHC wanga ni free. Wakizungumza katika hospitali hii ya Nzoia Medical Centre, Abraham Masika pamoja na Irene Sahisi wametoa wito kwa watu kujitokeza kwa wingi ili kujiandikisha kutokana na huduma hii ya SHA, kwa kuwa hospitali hii ina wahudumu wa afya wa kutosha, usalama ulioimarishwa, mipangilio ya aina yake wadi kwa akina mama na hata kwa wazee, pasi na kusahau huduma mbalimbali mbali ya kuwawezesha wagonjwa kupokea huduma inayostahili kutokana na malipo yao ya huduma ya SHA. Sisi hapa SHA imesaidia ukiuliza wagonjwa wote, SHA imekuwa na kava kila kitu, kuanzia kwa registration, kuna daktari kwenda kwenye maabara kama ni kulazwa tumekuwa tunaolaza na SHA imekuwa na kava mpaka chakula kila kitu. Hakuna siku mgonjwa amekuja hapa akasema SHA ifanye SHA hapa sisi tumekuwa tunaitumia, na nataka nataka nipongeze serikali kwa sababu ile package ya mama kuzaa wali wameincrease kutoka shilingi 3500 hadi shilingi elfu kumi na moja ambapo ni manufaa kubwa sana kwa mama wajawazito ambapo saizi idadi ya mama wajawazito miezi mbili ambayo imepita tumerecord over 100 deliveries ambapo hajaifanya hajaifika hapo. Kama facility, tulionelea ni vizuri tufikie the surrounding ambao wako katika Kabuchai uh, subcounty ambapo tumewona wengi wame turn na wamekuja. Tumejaribu kuwafanyia registration na vilevile tumewapea huduma ambazo ni za kimatibabu ambayo imekuwa free wakitumia eh, kadi zao ama insurance ambayo inaitwa SHA. Huduma yetu iko sawa. Tuko na uh, outpatient uh, uh, services, tuko na inpatient services, tuko na MCH, tuko na FCT ambayo ni HIV counseling tunafanya na kuna zingine nyingi kila mtu achukue kadi ya SHA ambapo kwa sahihi matibabu ni bure. Wakizungumza mapema hii leo kwenye hospitali hii, wagonjwa waliofika hapa kuweza kuhudumiwa hawakusita kutoa hisia zao kutokana na maandalizi, mapokezi na huduma wanayopata kwenye hospitali hii ya Nzoia Medical Centre huku wakitaka wasimamizi wa hospitali hii kufanya kila juhudi ili kufanya upanuzi zaidi kwa kuwahudumia wagonjwa wanaotoka katika eneo hili. Mimi ni mgonjwa wa diabetes. Sasa vile niliamka asubuhi, nikakisikia mwili sio mzuri, nikasema wacha niende Nzoia. Na kweli vile niliingia e, nilipokelewa vizuri, nilikucha hapa, sukari yangu ilikuwa e, 24 lakini saizi ile naongea namna hiyo, wameirudisha 12.3 na pressure ilikuwa eh, 24 nini, blood pressure ilikuwa imepanda, yote pia wameirudisha chini. Hata saizi ile naongea niko narudi nyumbani, sitalaswa, na matibabu yao ni nzuri. Mimi naomba tu Nzoia wapanue hapa, wapanue kabisa ili itumie nini wagonjwa wengi. Reception yao imekuwa nzuri, wametuhudumia vizuri, makaribisho yao ni nzuri. Nimefurahi ya kwamba nilipoingia hapa sijalipishwa chochote. Nimetumia huduma ya SHA na imenihudumia vizuri. Yale malipo pengine ningelipa pengine singeimudu, lakini SHA imenisaidia na imetimiza E, mahitaji yangu ya kuwa na afya nzuri. Leo nimesikia kwa my sister kuna kambo huko, na nimekuwa na jisi vibaya sio, ikabidi nikaamkia nikakuja. Nini, kwa, ma, kwa services sao wamekuwa wanafanya poa, waweze kupanua at least kwa kubwa ndio isaidia watu wako huku na sehemu sa, sa zingine sani matano. Mpakani TV eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma.